Eneo hili kwa kweli, kulikuwa kuna changamoto kubwa ya maji kwa kweli. Leo ni faraja iliyoje mwenge huu wa uhuru kufika katika eneo hili ambalo tunaondoka na mwenge wa uhuru, lakini tukiwa tumeacha matumaini makubwa ya wananchi wa eneo hili. Fedha nyingi Serikali imekuwa ikitumia kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Leo hii tuna tenki la lita milioni moja ambalo linaenda kusaidia vijiji au vikungui vitano. Kwa kweli hili ni jambo kubwa sana, ndugu wananchi, na niwaombe sana wananchi wa eneo hili muendelee kuitunza miundombinu hii ya maji ambayo mnapatiwa na serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Mungano, Tanzania, inayoongozwa na mama Mzalendo mchapakazi na mpenda maendeleo ya taifa hili. Maji ambayo yanapatikana hapa ni maji safi na salama juu ya wananchi hao. Lakini pia ndugu viongozi wa serikali ya halmashauri pamoja na serikali ya wilaya, endeleeni kuhakikisha miundombinu hii ya maji kila wakati, ambapo muda umekusudiwa wananchi wa kupata maji waweze kupata maji nimeambiwa hapa kuna awamu ambayo maji haya yanakuwa yanapatikana, ile awamu ambayo imekusudiwa kwa ajili ya wananchi wa kupata maji, basi ile awamu iendelee vile vile. Itakapokuwa imeenda vinginevyo, basi kutakuwa kuna changamoto kubwa, maana watakuwa wameshategemea siku gani ambayo maji sisi tunapata. Naamini wananchi wameendelea kuwa na amani na upendo na faraja. Lakini pia Mwenge wa Uhuru umekuja kumulika katika eneo hili na imani baada ya tenki la lita milioni moja kwa mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenge wa uhuru ambao umefika hapa, naamini tutaingiza nyingine lita milioni moja kadri Mungu na anavyotuwezesha. Amina, yeah. <coughs> Naitwa Mwanalisa Mshana, nashukuru kwa kweli sasa hivi tunapata maji, ila aa aa at kai